Habari kwa majina, naitwa Liberatha Livinus. Mimi ni mwana fiziotherapia au physiotherapist ambaye niko na experience ya miaka mitano, naelekea kuwa na miaka sita kazini, na pia mimi ni founder na director wa New Now Foundation, ambayo ni organization inayodeal na mambo ya mental health. Tunatoa elimu kwa vijana na kuwakutanisha vijana na wataalamu wa psychology. I'm here today in front of you na share vitu vichache about mental health tips kwa vijana ambao mpo vyuoni, na vitawasaidia namna gani ya kuweza kubalance maisha ya shule na maisha ya uhalisia ambayo yapo katika jamii. Kabla tujaenda mbali zaidi kuhusiana na tips ambazo zitamsaidia kijana katika maisha ya chuo na baada ya chuo, ili kuweka mental health yake iwe na akaweza ku make right decision, akaweza ku akaweza ku relate na watu vizuri na pia akawa productive. So tunajua namna gani ambavyo mtu akiwa mentally unstable anaweza akashindwa kuwa productive, na kama mwanafunzi anashindwa kuweza ku perform masomo yake vizuri, kwa sababu hayuko mentally stable. So, mental healthy, mental health sio tu ugonjwa, ni mental health ni maisha yetu ya kila siku on how we meet people on how we interact and how we make our lifelong decisions challenge ambayo inawafeti sana vijana ambayo inapelekea changamoto nyingi ikiwemo kujiua. So, na tukiwa tunaelewa kwamba vijana wanakuwa affected kulingana na changamoto mbalimbali, ya kwanza ikiwa na mahusiano na pia ikiwa ni finance stress. So, stay with me ili niweze kushia nawe a very brief and short tips ambayo zinaweza kukufanya uweze kuwa mentally stable. So, number one, you have to talk about your feelings. Uh, kwa lugha nyingine tunaweza tukasema be expressive. Uh, vijana wengi wamekuwa ni watu ambao wanaweka vitu moyoni. Unahuzunika, unakasirishwa, unapitia changamoto and then unaviweka vyote moyoni kwa hukutaki kumshirikisha mtu yoyote, so ubaya wa kuweka vitu moyoni inapelekea mtu kukata tamaa. Inapelekea mtu kujiisolate so mwisho wa siku watu wanafikia kufanya maamuzi ambayo ni magumu zaidi, ambayo anaweza akapelekea mtu kujiua. So its okay kuwa expressive, sio kwa watu wote, ila kwa watu wachache ambao unaona yua safe kuongea nao. Ikishimikana zaidi una mkonsult hata psychologist, by doing it inakufanya uzidi kuwa mentally stable. Tip yetu namba mbili, it's all about self care. Ah, ile ndo nimelisikia sana na wadada wengi wamependa kulitumia sana mtaani, self care kidogo, you know do skin care routine, vitu vya namna hiyo. So tukiwa tunaongelea self care, imegawanyika katika aina nyingi. Kuna physical care, naona kuna mind care na kuna spiritual pia care, kulingana na dini yako, unaamini nini unachukua inabidi uchukue muda wa ku reflect kitu gani unafanya ili wewe uweze kuwa bora zaidi. Tukiangalia physical care, ni unakula nini? Unalala saa ngapi? ni muda gani unatumia kufanya kwa ajili ya kujifurahisha Unaona? So by doing it na kuchukua kitu ambacho vinaweza vikafanya mwili wako uwe katika amani, inakusaidia kuwa katika stable state ya akili yako. So kama vijana na washauri, tuchukue muda wa kujipenda, wa kujijali na kufanya vitu vyote ambavyo vinaweza vikatufurahisha. Tip yetu ya tatu ni kama kubwa, lakini at the same time ni kama ndogo. Hii ni kutana na limit social media pressure. Tukijua ulimwengu wa sasa na teknolojia, we are no longer from analog, tupo kwenye digital, tuna Instagram, tuko na TikTok, tuko na Snapchat, a lot of social media. Sasa vitu vingi ambavyo vinakuwa vinaonyeshwa kule saa nyingine sio vya halisi so unaweza ukawa kama mdada unaangalia watu wa umri wako, labda wameolewa, watu wa umri wako wamepata kazi na unachukia. Tunaangalia kipindi hiki cha Valentine, watu wa umri wako wamepewa zawadi, watu wamepewa magari. So its okay kujua dipresha gani ambazo unaweza ukaziruhusu zikuchukue. So una chansi kubwa ya kuweza kulimit na kujua kwamba hivi ndo vitu vinataka kufanya na hivi ndo vitu ambavyo sivitaki kufanya. Na usipofanya hivyo, social media inaweza ikakuchukua kabisa na ukaona kama unachelewa haupo katika wakati sahihi, ambao mwisho wa siku inaweza ikarudisha hiyo motivation, ukawa upo nyuma na usiwe furahie maisha kama wengi wanavyofurahia. So you limit your energy, limit vitu gani ambavyo unavitanguliza mbele katika social media. Pieti ya nne pia, pia inaongelea about build positive relationship au build positive friendship. Ah, tukiwa tunajua katika umri unaweza kukaa katika umri wa mahusiano inaweza kuwa ni mahusiano ya kimapenzi mahusiano ya kirafiki, au mahusiano pia ya kifamilia. So ni vizuri ukijua na ukichukua muda kujua kwamba mahusiano hayo yanakusaidia nini, yanakusaidia yanakubeba au yanakuangusha. Na, na pale unapokuwa katika mahusiano ambayo yanakuchukua wewe au yanakuangusha, so ni ngumu sana ku kuwa mentally stable, so inabidi uwe kwenye mahusiano ambayo ni positive, yanakuencourage kuwa the best or the better version of yourself, kuliko kuwa mtu ambaye yuko na low self-esteem. So it's good for you to know ni mahusiano gani ambayo unaweza kuamua kuyaanzisha katika maisha yako au mahusiano gani unataka kuyajenga katika mazingira yako ya chuo. Okay, so our last, but not the least, tip ya kwetu ya, ya kuichukua leo ni kwamba set a realistic goal. Uh, hii ni changamoto kiukweli so vijana wengi wamekuwa wakiamini kwamba nawaza shule, utalipwa milioni mbili, utalipa milioni ngapi, utaoa baada ya mwaka mmoja, utaolewa. Sometimes inabidi uangalie kwa muda gani upo na mwenendo wa muda ambao huo upo. So, it's okay kuset realistic goals na ukaachieve kidogo kidogo na uka acknowledge small achievement ambazo anazipata. Kwa mfano unaweza ukawa unataka kusave, unasema mimi nataka ni save milioni kumi au mwingine akasema mimi nataka ni save laki tisa au akasema ine hii nataka ni save bilioni moja itakupa pressure kubwa ukijikia kwamba kwa mwaka mmoja unataka usave bilioni moja, lakini hauna source of income ambayo inaeleweka ya kukufanya nani bilioni moja. So it's good to set realistic goals ambazo zinaendana na wewe ili usiishie kuwa mtu mwenye kukata tamaa au ukawa mtu ambaye una pressure au mtu ambaye unaweza ukajiingiza kwenye vitu ambavyo sio halali ili uweze kutimiza malengo yako. Okay, baada ya kumaliza haya mambo yote ya kuhusiana na tips ambazo zinaweza kukufanya ukawa mentally stable kama kijana ambaye uko chuoni, ningependa ambia neno moja ambalo ni my take kwa siku hii ya leo, it's okay if you're not feeling okay. It's very okay, don't feel bad ukiwa katika situation kama hiyo. There are some days utakuwa uko lonely, there are some days utakuwa uko una wasiwasi, there are some days utakuwa uko una huzuni, still it's okay so what you need to do ni kujua namna gani ya kukabiliana na hizo changamoto na kuzitambua na kujitambua wewe kama mwenyewe, na pia kugundua kwamba changamoto nyingine zinahitaji msaada wa wataalamu. It's not a weakness to reach out for support au to ask for help kwa sababu inahitaji strength kubwa sana ili uweze ku acknowledge your own weakness, your weakness. Kwa hiyo nawashukuru sana wote kwa mweza kukusanyika hapa kwa pamoja na kuweza kushare knowledge ambayo wote tumeweza kuwa nayo. Mwenyezi Mungu awabariki, muendelee kuwa na masomo mema. Thank you very much. I wish you all the best.